Mtoto amezaliwa atakuwa ni wanamna gani? Nipende pia kuwajulisha kuwa kwa upande wa makuhani, mambo yote yaendelee kama yalivyokuwa, ikimaanisha kwamba wale walitoka Dar es Salaam, wengine walikuwa maparoko, wengine maparoko wasaidizi, basi waendelee kuwa maparoko na maparoko wasaidizi. Wengine wametoka kule Morogoro wakiwa okay, maparoko au wa maparoko wasaidizi, basi wakati huu waendelee kuwa maparoko wasaidizi na maparoko, isipokuwa yafuatayo: jimbo lazima lilipo, eh, linapozaliwa ni jipya, lazima lisukwe liwekwe vizuri, na kwa sababu hiyo Napenda kulisuka jimbo la Dar es eh, jimbo la Bagamoyo. Ba, <laughs> Mwasha Baba Askofu Mkuu Jude Thadeus Ruwa'ichi ni ulimi tu, sio kasema naingia huko Dar es Salaam kusuka. Ni ulimi tu, umeteleza, baba. Nipende kulisuka jimbo la Bagamoyo katika dekania tano ni kama ifuatavyo. Dekania ya kwanza ni dekania ya Tegeta. Dekania hii inaundwa na parokia zifuatazo: parokia ya Tegeta, parokia ya Boko, parokia ya Bahari Bishi, parokia ya Ununio, parokia ya Mbweni Teta parokia ya Tegeta Kibaoni parokia na parokia teule ya Mbweni JKT Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Na dekano wa parokia hii ni Padre Manuel Makusaro. Naomba Padre Manuel Makusaro uje upokee barua yako. Manakeadekania ya pili ni dekania ya Mivumoni. Dekania hii inaundwa na parokia zifuatazo: parokia ya Mivumoni, parokia ya Wazo Hill, parokia ya Madale, parokia ya Mbopo, parokia ya Nyakasangwe na parokia ya Muungano dekano wa dekania hii ni Padre Joseph Luena. <laughs> Naomba kimbie kama kijana. Dekania ya tatu ni dekania ya Bunju. Dekania hii inaundwa na parokia zifuatazo: parokia ya Bunju, parokia ya mbweni Mbweni mtakatifu Rafaeli Malaika, parokia ya Mbweni Mpiji, parokia ya Kinondo, parokia ya Kiharaka, parokia ya Kerege, Parokia teule ya Zinga. <laughs> Dekano wa dekania hii ni Padre Edwin Dino. Parokia ya nne, ni dekania dekania ya nne ni dekania Bagamoyo. Inaundwa na parokia ya zifuatazo: parokia ya moyo safi wa Maria Bagamoyo, parokia ya Epifania, parokia ya Kiwangwa, parokia ya Mandera, parokia ya Rugoba na parokia teule ya Makurunge. Dekano wa dekania hii ni Padre Elias de Petro Ruva Office CSSP. Dekania de ya tano ni dekania ya Chalinze. Dekania hii itaundwa na parokia zifuatazo: parokia ya Chalinze, parokia ya Mdaula, parokia ya Ngerengere na parokia ya Bwawani, na dekano wa dekania hii ni Padre Patrick Kungaro. na naomba wa, uh, madekano hawa eh, tukutane tarehe sita asubuhi kwenye saa nne hivi kwenye nyumba ya kiaskofu ili tuweze kupanga vizuri mikakati ya tegemeza jimbo ambayo itakuwa tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na moja. Kwa hiyo eh, tarehe sita asubuhi saa nne pale nyumba ya waskofu. Na sasa kuna wengine watapangiwa sasa sehemu za utume, na ninazotaja naomba paroko wa sehemu hiyo aje ampokee mtu huyo, alafu nitatangaza lini wa ripoti sehemu ya utume. Padre Francis Mkoba amepangiwa parokia ya Mbweni Teta kama paroko msaidizi. Wapo, kwa mtepa, panganae, Sasa. Sasa. Sasa. Padre Renatus Malili amepangiwa parokia ya Wazo Hiri kama paroko msaidizi. Fupadri Fidelis Mwesongo amepangiwa parokia ya Nyakasangwe kama paroko msaidizi. Padre Aidan Kadudu amepangiwa parokia ya Mivumoni kama paroko msaidizi. Hiyo ni. Wengine sitaji kwamba ni waende wapi lakini eh, ofisi zao watazijua wenyewe wakisoma katika barua hizo Father Dominic Somola Oh, Karam. Mapadre Tasiro Nchimbi OSA na yeye anapokea ya barua yake. Wale mapadri wanaofanya utume, wanaopangiwa utume waripote katika parokia zile, kumi na tisa mwezi Mei, tarehe kumi na tisa mwezi Mei. Basi nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana wote mliofika hapa kuwashukuru kwa kazi kubwa mlioifanya kufanikisha siku hii ya leo. Mungu awabariki wa sana, tuendelee kulijenga jimbo letu hili, kama mababa zetu waliyotuzaa walivyotuahidi kwamba wataonyesha ushirikiano. Tuko katikati, upande huu kuna Dar es Salaam, upande huu kuna Morogoro. Basi nadhani Mungu atatubariki, tutafanya vizuri, na tuendelee kujikabidhi mikononi mwake. Tumsifu Yesu Kristo.